Magoli manne kwa maana ya matatu ya Yanga na moja la Coastal lakini kipindi cha pili hakikuwa na na na goli lolote. Kwa hiyo mechi ilimalizika kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili ikawa ni ni kucheza ile kama eh, kila mmoja akipata nafasi atafunga asipopata sawa. Yaani hakukua na na mtu ambaye alikuwa alikuwa anafanya pressing ya kutosha kwamba hapa lazima alipatikane goli kwa sababu tayari eh, kila mmoja kama alisharidhika. Coastal leo alikuwa hapo down sana. Si wale Coastal ambao mechi za Coastal na Yanga wote tunazijua jinsi zilivyo. Hmm, eh, tusijui pengine kwa sababu amekutana mapema unajua Ha, hii ni mechi ambayo imekuwa ya mapema sana eh, mechi ya Coast na Yanga Yanga na Coast unategemea robo finali nusu. Eh, unajua zile. Eh huwa, kwa kawaida yani, hakunaga mechi nyepesi ya ya Coast na Yanga yeah. Lakini leo kidogo Yanga walionekana kushine sana, hasa kipindi cha kwanza. Cha pili kidogo walipunguza kasi, wakawa wanafanya rotation zaidi ya wachezaji kucheza mm. Lakini cha kwanza walikuwa kwa serious sana. Yeah. Sawa sawa. Kwenye goli zote ambazo umetangaza leo, lipi goli zuri? Goli la pili la Max. Mm. S yes, yani ile, zile pasi zilizopigwa mpaka zinafika kwa mfungaji na mfungaji namna alivyotisha kipa kalala akafunga, ya e, ile ilikuwa goli zuri sana katika hayo matatu, hmm. E, kwa upande wa wa Yanga wa, lakini hata goli alofunga Zambo na e, Miraji Abdala e, ile mashini, kwa maana mpira ulikuwa unaenda una e, kama nyoka hivi. Yani ategemea mpira ungefika kwake a udake, lakini akakuta umekata kona ukaingia kwao. Si mara nyingi na si watoto wanaweza kupiga mpira unaenda vile unazunguka, kwa naye pia alikuwa goli nzuri sana. bado ningempa max kama ungekuwa man of the match kwenye michuano hii bado ningempa max. Lakini kikubwa ni consistency ya Yanga kwenye michuano hii, hii ni mechi yao ya ishirini wanashinda Yani ukichukua back to back unajua Yanga naingia ya raundi ya tatu ya raundi ya tatu ya nne ya tano inakuwa ni kumi na sita bora yes. Yani hivyo mpaka mpaka finali kutoka raundi ya tatu mpaka finali ni mechi sita, kwa ukichukua back back to back kwa miaka mitatu manake ni mechi 18 na na msimu huu keshashinda mechi mbili, kwa ni mechi ishirini sasa. Hiyo ni unbeaten ya Yanga kwa mechi ishirini kwenye michano hii, yes, ya CRDB. Kwa hiyo ili uifikie unalazimika e, na wewe kushinda back back to back ili kombe mara tatu na mechi mbili za msimu wa nne ndio nazokafikia hizo mechi ishirini. Kwao Yanga kama wataendelea kushinda zitakuzidi kuongezeka hizo hizo mechi kwao. Ni rekodi ambayo kuivunja si rahisi, yaani si rahisi, huenda hata wao wenyewe kuja kuirudia ikawa ngumu kwa kwo kutokufahamu, kwa sababu hizi mechi za knockout watu wengi watu hawaweki kumbukumbu kwa sababu mtu unapigwa unatoka, unapigwa unatoka. E, hiyo ndo e, kitu ambacho kwa Yanga nimekiona kwamba consistency ya kushinda e, mechi ya mwisho kufungwa Yanga wamefungwa na Simba finali ya Kigoma. Baada hapo hawajafungwa tena. Sasa kama hawajafungwa tena, maana yeye ndo amechukua ubingwa mpaka leo, yeye ndo bingwa, ndo maana ya kutokufungwa tena kwa hiyo ndo ilikuwa mechi ya mwisho Yanga anafunga mpaka leo. Kwa hiyo mechi 20 si jambo dogo kwenye michuano ya knockout. Yani mechi ambayo ukifungwa unatolewa, wao umeshinda mara 20 mfululizo Eh, si, si, si jambo dogo, ni jambo kubwa sana ambalo Yanga wanaliweka, wana yani standard ambayo ikisha setiwa kwa kati mwingine kuivuka, hata we mwenyewe uliyoiweka inaweza ikakuia vigumu kuja kufikia hiyo records ambayo unaiweka. Kwao ameweka records kubwa na ngumu kuvunjwa, ndio kitu eh, ambacho mimi nimekiona kwenye, kwenye mechi ya leo. Lakini kwa michoano ya jumla nilichokiona ni kwamba surprises zimekuwa nyingi, timu za ligi kuu zinaondolewa na timu za madaraja ya chini, wengine wametolewa hadi na mabingwa mkoa, timu mbili zimetolewa na mabingwa mkoa, unajua eh Ken Gold ametolewa na Mambali bingwa wa mkoa wa Tabora, mm -hmm. E, Dodoma ametolewa na leo tena bingwa wa mkoa wa Kagera, bingwa wa mkoa sio mm hata -hmm. daraja la pili mm -hmm. e, e, na timu za daraja la kwanza zimetoa timu za ligi kuu, mm -hmm. e, Azam ametolewa na, na, na Mbeya City, Mbeya City e, Fontaine mb. ametolewa na Stendi e, la Prison ametolewa na Big Man yeah. e, umeona eh, kwa hiyo ni, ni michono ambayo kama kuna ka surprise kanajitengeneza hivi, ngoja tusubiri itakapochanganya kwa sababu inaendelea kesho kesho mm. eh, mechi La yeah. tatu so. lakini lakini laki leo leo leo, tumeona walijikuu wali, mm. hatujapata ile test ya mchezo mgumu kama ambao tulitarajia tuli, wengi tuli, tuli, uh, tuli. tuli. walitarajia tuli, mechi ngumu sana, hasa upinzani mkubwa kutoka Coastal. ndio mm. kidogo tumalize mm. kwa kwa hili basi, kwa, kwa hizi rekodi ambazo umezitaja performance ya Yanga Africans, unamwona msimu huu akiweza kutetea ile kombe tena? knockout huwa hainaga kutabiri. Yaani akitokea ya mtu anakutabiria bingwa wa michuano ambao ni fulani mwongo e, kwa sababu ikitokea timu ikakupakia basi dakika 90 kwenye penalty anaweza ah, wow. e, <laughs> kwa hiyo huwezi kutabiri michuano knockout kutabiri bingwa kwenye hatua ambazo bado hajafika hata ijafika hata robo labda ya uweke mahaba kidogo. kidogo uvutie kwako kidogo. Eh. Lakini kiuhalisia knockout huwezi kutabiri. Yaani bado kuna mechi nne mbele, kwa sababu kuna mechi ya kumi na sita bora una mechi ya robo una mechi ya nusu na mechi ya fainali. Kuna mechi nne za knockout, afu unatabiri bingwa yani, ziko timu kumi na sita unatabiri bingwa. kuna <coughs> <Yeah>. watu <coughs> lakini wana moyo huo, anaweza <canin> kusema, lakini like <coughs> ukiweka ushabiki lazima uwe kuna timu mm. Ah, watachukua yeah. Kumbe unapenda wewe, sio uhalisia. Asante sana, okay. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs>